Uwezo wa kuwanunulia magari ndugu zako huna, basi hata jezi ya shilingi elfu kumi na mbili nenyewe kushinde, ndugu zangu, haikushinde. Kwa hiyo hiyo ndio ambacho tumewaita tume, tume hii leo kwa ajili ya kuja kueleza, lakini tunafahamu ya kwamba kwenye mitandao hii ya simu watu wengi huwa wana option ya kujikopesha Eh, Tigo eh, kwa maana Mixx by Yas, tuna tuna tuna tunabustisha e, Airtel wanakamilisha, wana halo pesa, wana halo yako, alafu Mpesa wanasongesha. Kwa hiyo eh, tumeamua kufanya kazi na makampuni haya ya simu ili shabiki wa Simba ambaye hali yake ni apecha lolo kweli kweli, na anahitaji jezi aingie kwenye mtandao wake wa simu ajikopeshe shilingi elfu kumi alafu ataongezea na ka shilingi elfu mbili anunue jezi yake, yeye ataendelea kulipa kidogo kidogo kwenye mtandao wake wa simu. Kwa hiyo, hauna fedha kabisa na jezi ya Simba unaitaka kwa shilingi elfu kumi na mbili na unataka kupambana na ofa hii, cha kufanya ingia kwenye simu yako ya mkononi, jibustishe, kopa hela yako, njoo nunue jezi yako utalipa kidogo kidogo huko baadaye. Nenda kwenye airtel yako kopa, kukutumia kamilisha, utakuja kuwalipa baadaye, lakini wakati huo tayari jezi yako unayo mkononi, na ukisha lipia unakwenda uh, kwenye